Unaenda kuchukua kondomu au? Basi sawa, ukirudi utanyongezea bili. Ah, sawa, haina shida, lengo lako zuri tu la kumsaidia mchumba, lakini mimi ninakushauri kwanza ungekutana na daktari akushauri na namna nzuri ya kumdhibiti akishindikana, ndo uende kwa upande wa pili. Unajue, mimi nilifikiria upande wa pili zaidi, kwa sababu hali ya mchumba sio ya kawaida. Hujue, ukianza upande wa pili, alafu ikishindikana kurudi awali, itakuwa ngumu kidogo lakini ukianza upande wa kwanza ni rahisi kuonda upande wa pili. Sasa kwa hali hii ya mchumba unasemaje? Hospitali? Sio wewe uenda hospitali, hapana se, ila mtakute dokta Madebe akushauri, eh. Karibu tuongee. Asante. Sasa kinanda, tunaonana wapi? Kwani ushamaliza wakati zako? Ndio sawa, kama umemaliza, njoo nifate hapa nyumbani, ila tukubaliane. Makubaliano gani tena? Kama ukinichukua, unirudishe leo leo, maana kifika asubuhi maswali na majibu yako. Ah, hilo halina shida, tutaongea mpenzi. Ndio tuongee sasa hivi hapa, nakwambia, ukinichukua, unirudishe leo nimekuelewa. Bwana bora rafiki. Bora nini tena wakati mimi nilikuwa nageuza chombo hapa nje magetoni. Ah sawa. Sema na mimi nilikuwa nataka unipeleke nyumbani mama. Sawa, sasa kukupeleka nyumbani ndugu yangu ndio upitie huku. Yaani hapo mwanangu tatizo sio njia. Tatizo ni mimi kwenda mwenyewe ah. Yani nyumbani. Kuna nini? Ah. Yaani wewe acha rafiki yangu. Mchumba leo yuko kule nyumbani. Alafu mimi leo sitaki vurugu kabisa. Kwa sababu najua kule nikienda mwenyewe hata niganda, lakini nikiwa na wewe inakuwa poa sana. Hilo ni kweli, lakini sasa mimi pia leo nilikuwa na mchongo na demu. Sasa vipi kuhusu getu? Ah, sasa kama nilivyo, basi tubadilishane, kwa sababu huku kwako mimi mambo yashaka atoa sasa, ato. Sasa nikibadilisha tena mipango itagoma mwanangu. Kwa hiyo unataka kusema kwamba leo mimi nipindukie kwako? Sasa hilo tena swali? Hiyo ndio basi, tuondoke na kule, unajua wamebaki watoto tupu, halafu sitoshe, wale ni wageni. Sasa sizani kama mimi sitopowepo basi wao watakuwa sawa, ndo mara ya kwanza kulala hapa na wao wakiwa kule. Sema leo umeamua kulala kwako basi. Sasa mbona unaongea kama nimekutelekeza? Nakueleza tu. Oho, dokta. Ah, kwema wona kwema, imekuwa vizuri tumekutana hapa. Kwa nini? Ebu msikilize wa bibi huyu. Mimi nishaongea naye na tutamalizana. Msikilize tena. Ah, basi sawa, kwa ridhaa yako. nafikiri ni yale. miale yale, hmm. imekuaje tena mtoto mnakunywa pale? nimegalamia kidogo ili alewe nile mzigo ssa hmm. mbona mekuwa kula mizoga tu au jaeleweka kwenye mchezo mimi ah, naamini ni mara kwanza, ndivyo ninavyokuwaga ila baadaye mambo yatakaa sawa. Kwa hiyo wewe ndio umegaramia ili ukale utamkunoga. Kwani anatoa utamkunoga? Mimi nitajuaje? Na kuna kumuuliza wewe pale umekuta dodo ni kweli. Na leo sijui itakuwaje. Kuniuliza itakuwaje, shauri yako. Kwa hali iliyofikia sasa hivi, kwa mchungu anahitaji counseling kubwa sana, ili aweze kurudi katika hali yake ya mwanamke, na kama itampendeza Mungu basi ee, awe muelewa zaidi, na hicho ndio kitu ambacho familia amenisisitiza zaidi. E, sawa, lakini sasa inatakiwa mjue kwamba hapa kutakuwa na gharama za mara kwa mara. Hilo halina shida, nasikiri, kwa sababu ninaweza nikalisikisha pia kwa wakubwa yeah. Nauambia ukiachana na gharama zangu, kutakuwa na mahitaji ya kila siku. Kwa hiyo ili linaweza likachukua muda gani? Kwa, kwa uzoefu wako, ili liondoke kwenye mzongo huu? Kwa uzoefu wangu mimi, ili linaweza likachukua miezi miwili mitatu, inategemea na mazingira yalivyo, na hili vile vile litakuwa na mahitaji ya kila siku, kwa sababu so, ndani yake kutakuwa na mfumo kama wa maigizo sawa. Nimekuelewa. Mm hmm. Sasa <coughs> shika hii hapa sawa, alafu shika na hii kule. Sasa niache nini?

Vipi, mbona hivyo? Natoka. Ndio baba, natoka ila sikawii. Namtami yupo ndani? Ah, naye katoka. Sawa, mimi nipo hapa ndani, mtanikuta. Sawa, okay, mke, natoka, nitakwambia ila wanabahati sana mchumba. Kwa nini Kamali kakununulia pombe, jambo ambalo halijawahi kutokea tangu awe mbizi? Ndio e? sababu ametoka na mademu wengi, hakuwahi hata kuthubutu kufanya jambo hili. Alafu eti na mimi kaninunulia ili nikulinde, si maajabu haya. Nilitaka kumletea zingo la polisi, ndio maana akatekeleza nilichomwagiza mm. Kwa nini sana wewe? Kwa sababu sio kazi yangu, nakaniletea ubakaji asubuhi. Vipi tena? Mwanangu, mwanangu, wadui kwa hapa. Wao sijali, nakuja hapo, muda sio mrefu. Kuna kitu inamalizia hapa mara moja mlemo. Ikifika saa moja nagairisha safari. Ah, huo muda haufiki mpaka ikifika ho saa moja ntakuansha kuja kukuchukua hapo. Wewe subiri, nakuja hapo. Shauri yako, mimi ndio nishakwambia hizo. Haya, sawa ulikuwa unasemaje vile? Mtoto yule pale. analewa unasemaje? Mimi nakusikiliza wewe tu. Kama una hela, lipia mzinga na bia es tatu tu, akizima na kupiga udi mchukue, hmm. sasa kwa maana zile anazokunywa pale, sasa gharama akalipia mwenyewe au a ayakuhusu. Muhimu kulipia tu. Poa, hey. Ah, Eh, twenzetu mwanangu, twenzetu, mo? Sasa hata akiniona ndo itokee nini? Wakati huo unajua kabisa sisi ni maasimu asemaeli Anasema ni mshamba. Mbona mwita hivyo tena? yule na Kamali tofauti yao matendo tu, wote waarifu. Upande wangu kwa nini, wakati anaonekana ni mtu mwema tu na ana mapenzi zidi yako? We well, umelisibitishajeni? Amekunulia mzinga na mia utakavyona inafaa, ndiyo mm?